Wapendwa wasikilizaji, kwa magharibi ya leo tunakuja kwako kukuletea neno la Mungu ambalo ni faraja yetu, ambalo Mungu anataka kwamba tuzungumuze na wewe habari za neno la Mungu jioni ya leo. Acha kwamba tusome katika injili ya Luka sura makumi mbili na tatu mstari wake wa kumi na nne kwa sababu tunajua kwamba juma hili tunalo ni juma la kuletea habari njema za ukombozi, ambapo Yesu alikuja kukutafuta wewe na kukuokoa na mimi. Nakuja mbele yako tulete neno la ukombozi kwa ajili yako kwa siku hii ya leo. Tusome kwanza andiko hili pamoja na wewe katika Luka sura ya kumi na tatu mstari wa kumi na ine, au tuanze mstari wa kumi na tatu ili uelewe vizuri. na Pilato akawa akawakutanisha wakuu wa, wa, na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu wa makuhani na wakubwa, akawaambia mutu huyu amenileta kwangu kama kwamba anapotosha watu nani, natazama nimeamua mambo yake mbele yenu ila sikuona kwake kosa lolote litakalo, eh, katika kosa lolote katika mambo yote mlio ni mshitaki, wala hata Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi tazama hakuna neno lolote lililo alilolitenda limpasalo kufa. Amen. Ndugu yangu mupendwa, Naacha nikupe habari hizi kwamba Yesu Kristo ndiye baba yetu ambaye Mungu amemtoa kwetu kwamba akufe kwa ajili yetu. Na tunaona namna gani amekamatwa. Na amekamatwa na watu wa makuhani, watu wa dini ili kwamba wapate kumsulubisha Yesu. Nataka nikwambie ya kwamba haiko sababu umefanya kosa kubwa ndio hukumiwe. Hapana, wala haiko sababu uko mbaya njio watu wakakuchukia. Lakini unaweza chukiwa na watu hata hukufanya lolote, kwa maana wajumbe wa shetani hupita katika watu wapate kuwachukia mabaki ya Mungu, wala bo Mungu anawapenda njio maana unapokuta magumu unapokuta shida unapokuta mambo yote, kama uko mkristo umeokoka, usiogope, maana Mungu na Yesu Kristo kama baba yetu amepita mambo hayo. Hawezi kuishi bila majaribu bila mateso. Unaweza omba unaweza funga unaweza fanya lolote, lakini bado vita itainuka kwa ajili yako wakuangamize bila sababu. Wamemkamata Yesu wakuwa makuhani, na wakati wamemkamata kwanza, waliokuwa marafiki zake, watoto wake, tuseme wanafunzi wake, wakati Yesu anakula nao pasaka ya mwisho, na anasema nitatiwa katika mikono ya wanyang'anyi, watanitesa, watanipiga, wataniua. Yuda alikuwa mmoja ya walinda zina wa Yesu. Kama tunaweza kusema alikuwa kesie, lakini kesie mwizi. Alikuwa na tamani ya pesa na kumuuzisha Yesu, ili kwamba apate pesa. Tunamkuta Petro, anasema hata ijaponipasa kufa, nitakufa pamoja na wewe. Lakini wakati wanakuja kumkamata Yesu, Yesu akamwambia, kabla jogo hajawika, utanikana mara tatu, na yu Petro anakatala, haiwezekana lakini ya kushangaza sieni mbali ni kusaidie kwamba huu Mkristo kubali majaribu, kubali vita, kubali unaweza kupitia vipindi. Maana Yesu akasema wanavyoutendea hivi mti mbichi, itakuache kwetu sisi miti mikavu? Tutapata magumu, tutapata shida, lakini pamoja na Mungu tunayemtumikia atakusaidia, anaweza kukuokoa na anaweza kushindea. Maana huyu Petro wakati wanakuya kumkamata Yesu oh, wanapomuuliza tu na wewe ulikuwa pamoja na wewe, anamkana. Ingawaje walikala na miaka mitatu walitembea na miaka mitatu walifanya huduma miaka mitatu, na mwenye anajiteta nasema hata biwe namna gani sitakukana, sitakuacha, takufa na sita kukana, sita kuacha. Weye alitum, alijitumainia, lakini kumbi ni mwanadamu. Usimtegemee mwanadamu kwa sababu mwanadamu anaweza kukuambia kuku, kuku, kwamba muko pamoja na yeye, lakini saa ya matatizo hata kukana, hata kunawa, hata ya matatizo, atakukana atakunawa atakuacha. Mungu akusaidie akupe neema ya kukaa katika Mungu, weka imani yako tu kwa Mungu, pamoja na mateso na shida. Kumbuka Yesu aliteswa, na sisi tukubali mateso, lakini tumwamini Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Bwana kubariki na kusaidie.